Karibu sana katika sehemu yangu ya tatu ambapo tutakuwa tunazungumzia jinsi ya kuandika ripoti uh, au muundo wa ripoti sasa. Uh, tutaanza na anwani au kichwa. Anwani inafaa kuwa fupi na yenye kurejelea mada ya ripoti au kinachohusika. Sehemu hii pia huwa na tarehe na jina la kamati. Sehemu hii huandikwa kwa herufi kubwa, kwa mfano, ripoti ya kundi la wanakamati wajenzi kuhusu kuzorota kwa uchumi mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Kumbuka au, unapoandika anwani lazima waanze kwa neno ripoti. Ripoti ya ni muhimu kuelewa. Kisha a, jina la wakam, la wanakamati kundi la wanakamati wajenzi, kisha mada. Sasa kuhusu kuzorota kwa uchumi, kisha uandike mwaka na uandike katika herufi kubwa na upige mstari. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like, subscribe and follow at my YouTube, TikTok and Facebook. Kuwa nami mpaka tamati ambapo nakufunza jinsi ya kuandika ripoti rasmi ambayo huletwa sana katika mtihani. Mkuu wa KCSE